Mkuu wa chuo Profesa David Makiusa, mwenyekiti wa baraza la chuo, makamu mkuu wa chuo, manaibu wa makamu mkuu wa chuo, rais wa ndaki, maamidi wa shule kuu, wakurugenzi wa idara wa mbalimbali, wahadhiri, wafanyakazi wa uendeshaji, wazazi na walezi, wageni waalikwa, wanafunzi wote wa na kwa umuhimu zaidi, wahitimu wa mwaka elfu mbili na ishirini na ishirini na tano ninawasalimu kwa jina la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kupata nafasi ya kuvaa vazi hili linalobeba ndoto linalobeba joto la mafanikio ni heshima kubwa. Kwa hivyo, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yangu, lakini pia kwa ajili ya wahitimu wote hapa siku ya leo. Jina langu ni Malavanu, mhitimu wa shahada ya kwanza ya ufamasia katika kutoka katika chuo hiki cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili, na ninashukuru sana kwa nafasi hii yetu ya kuzungumza na nyinyi siku ya leo. Kabla sijafika Muhas nilikuwa nasikia tu tetesi za ubora wa kinachosemekana ni shule bora cha afya na sayansi shirikishi Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Tetesi hizi sikuzisikia mimi, tunaamini sote hapa tulizisikia wakati fulani. Nilipopata nafasi ya kujiunga na shahada ya kwanza, nilikuwa na shauku ya kuona kama lisemwalo lipo na kweli kwa hakika nimeona ubora, hadhi, uweledi na uwekezaji mkubwa wa maarifa unabadili maisha na mtazamo, kujengwa na wataalamu na hadhiri bora zaidi duniani na Tanzania. Kuna ipo faraja jamii kuweza kunipokea mimi, mfamasia, daktari, muuguzi, mtaalamu wa usingizi kumpokea mtaalamu wa mionzi kinywa na meno, maabara, mhandisi wa vifaa tiba na wengine wote kwa mikono miwili, jamii ikiamini kuwa tumebeba ueledi na uadilifu unaoakisi mazingira yaliyotulea, na nihakikishia tu jamii inayowakilishwa na, na wazazi na wageni waalikwa mlioko hapa na mlioko mitandaoni kwamba imani yenu ni sahihi, na sisi wahitimu wa itimo, mwaka 2025 na tutalithibitisha hilo. Ndani ya miaka minne niliyoishi MUHAS nimejifunza vitu vingi sana. Nimejifunza maumbile ya mwanadamu, nimejifunza mifumo sahihi ya mwili, mifumo isiyo sahihi ya mwili, namna ya kurudisha mwili katika mifumo iliyo sahihi. Lakini somo lililobadilisha maisha yangu kabisa ni nidhamu. MUHAS inasimamia taaluma lakini pia inasimamia vipaji na kwa kutambua kwa talanta ndizo zinamfanya zina mtu bora au bora zaidi. Nami sikuwa tu mwanafunzi, nilikuwa kiongozi, nilikuwa mshairi ambaye nimepeperusha bendera ya Muhas na ya Tanzania Afrika, na utofauti huu ulinihitaji kuwa na nidhamu na vipaumbele, kipaumbele changu cha kwanza kikiwa ni Mungu kikifuatiwa na elimu ambayo kimsingi ndio imenileta katika jamii hii, kisha ushairi ukifuatiwa na shughuli za kiuongozi na kijamii ili kupata mafanikio katika haya yote, ni dhamu ilinibeba, ni nilikuwa macho kila hatua niliyopiga kuhakikisha ninafanya vizuri darasani, lakini pia anajitengenezea thamani nje ya darasa. Naamini mafanikio ni uamuzi binafsi, ndio maana wahitimu wote tuko hapa leo kwa sababu tuliamua kushinda na Mungu akatusaidia, kwa sababu tuliamua kushinda na Mungu akatusaidia kwa jamii ya Wanamuhas na wanawasalia, tuendeleze ueledi, ushirikiano, tukichana shime, tunapojenga wataalamu watakaobeba afya za Watanzania kwa nidhamu na maombi. Na mwisho ni ushukuru a wanafunzi wenzangu tuliokesha pamoja tukitafuta hii siku ya leo, wakufunzi wangu ambao walishafika wakatamani mimi na wenzangu pia tufike, na uongozi wa chuo kwa ujumla. Mungu awabariki. Mimi ni Jackson Malavanu, asanteni kwa kunitegea sikio.